Wakulima 124 kutoka kaunti ya Kwale wamefuzu baada ya kupokea mafunzo ya kilimo cha utafiti wa kuimarisha kilimo biashara. Mafunzo hayo ya mwaka mmoja yalikuwa yakitekelezwa kwenye mashamba ambapo wakulima walihusika moja kwa moja katika utafiti wa kilimo cha mimea tofauti. Lawrence Ng'ang'a sasa anaarifu kutoka Kwale. Hello mafunzo hayo yalijumuisha wakulima kutoka shule sita za shambani kutoka maeneo ya Msambweni, Lungalunga lunga na Matuga. Wakulima wakipokea mafunzo kupitia utafiti wa mbolea na mbegu zinazofaa kulingana na udongo wa mashamba yao. Spark ilituletea mbegu tofauti, tukaja tukapa, tukaweka visehemu tofauti, tukapanda mbegu tofauti pamoja na sehemu zingine tuliweka control kuzishughulikia zaidi, lakini ilitokea vizuri sana kwanza. Hiyo ya, ya mvua hiyo kubwa, tuliweza kuona wazi ni mbegu gani inaweza ku, kuzaa vizuri. Tukafundishwa mambo ya spesi, that is kutoka mmea kwa mmea na hiyo kama ni line kwa line inapaswa kuwa ni kiasi gani, hiyo tukaweza kujua na tukaona inafanya vizuri sana kulingana na utafiti ile ingine tumejifundia mambo ya plant management, ambapo si ukishapanda, si unaachia mimea, ukipanda unajua kwamba ule mmea unatakikana hufanya e, namna gani. Mafunzo hayo yaliyotekelezwa na kituo cha mataifa cha utafiti wa kilimo cha Australia Asia kwa ushirikiano na taasisi ya utafiti wa kilimo na ufugaji nchini KALRO, taasisi ya Isipe na chuo kikuu cha Pwani yalihusisha wakulima kujifanyia utafiti wenyewe kwenye mashamba yao, wakulima wakitakiwa kuhakikisha wanatambua soko la mazao yao ili kuepuka hasara baada ya mavuno. Tulianza na majani kuanzia mahindi ya wiki moja tunahesabu majani tunahesabu urefu. Tulichagua mahindi katika kila plot 5 plants, tukahawa tunapima sizes na majani kuangalia inakuwa kivipi. Ambapo ukivuna unatakikana ni uvune nawashughulikia mara moja yale yale mahindi yako, ama uwe na gala ya kuhifadhi yale mahindi, kwa sababu mbila hivyo waweza kukuta umearundika haya, kuna wile wivu wanaweza kuingilia. Tunakuja tunafanya research experiment Mkulima mwenyewe anajifa, anafanya mwenyewe hakuambiwa, tunafanya kumguide. Tunajaribu kusolve problems za mkulima kwa kufanya kwa njia ya utafiti. Kwa hivyo shule bila ukuta ni kwa sababu si ile classroom ya kawaida, ni kama ile angumbaru, lakini tunaifanya na mkulima akifanya utafiti. Wakulima waliofuzu na vyeti vya kuimarisha kilimo kwa utafiti wakitarajiwa kufikia wakulima zaidi, serikali ya kaunti ya Kwale ikiwataka kutumia mabwawa yaliyochimbwa na serikali kufanya kilimo kwao. Haikumaanishi tumemaliza, hatukumalizana na wao, sasa tunaenda phase two. Phase two, tutakuwa hao wakulima tunaangalia vile watafanya katika mashamba yao na pia hao, baadhi ya hao wakulima tutafungua shule zingine waweze pia kuwa ndio wawezeshaji. Kwa hivyo ukiangalia vile tunafanya, ni mradi tumeanza, na tunataka usambae to advance ile ideology ya food. Nyinyi mkifanya mafunzo, sisi tumetayarisha miundo mbili msingi. We have done ile Nyalandam ambayo tulipata support, ni ya kitambo, tukatengeneza Kizingo dam ambayo Could have volume the the dam sits on uh, like uh, one acre more than one acre yendi maji mengi sana Lawrence Ng'ang'a Runinga ya Citizen